Tulifikishiwa jana klipu ya mshia mmoja anaitwa e, Hemedi Jalala na nimeelezwa kwamba huyu ndio shekhe wa mashia katika nchi ya Tanzania, na klipu hii amezungumzia ndani yake masala ya kumwingilia mke katika utupu wa nyuma Waliadhu billahi. Na ametolea ushahidi ndani yake aya ya Qurani e: nisaukum harthul lakum faatu harthakum anna shi'tum, wake zenu ni konde zenu, ni mashamba yenu, basi ziendeeni konde zenu na mashamba yenu vile e, ambavyo munataka na akafikia kudai kwamba yule ambaye anawatuhumu mashia katika masala hii huyo atakuwa anaetuhumu Qur'ani. Amesema hayo baada ya kudai kwamba, eh, neno anna katika aya hii tukufu eh, lina maana tatu ambazo yeye ameziita eh, kaifama na haithuma na annama. Kwanza ningalipenda kuambia ndugu zangu wafuatiliaji na ndugu Waislamu kwa ujumla e, aya ambayo ameileta shekhe huyu wa Kishia ameisoma vibaya e, katika sehemu mbili zenye hamza katika aya hii hamzatulqati ambazo hukumu yake ni sukuni yeye amezitia haraka, ameisoma aya e, nisaaukum harthun lakum fa'tu harthakum, amesoma fa'tu harthakum ile anna shi'tum, uh, akaisoma anna shi'tum kwa kasra. Inawezekana ulimi wake umempiga chenga katika uh, sehemu hizi e, basi ni tanbihi tu kuweza kuwatanabahisha ndugu zetu waislamu kwamba uh, aya isomwe vizuri na katika jambo jingine, ambalo limenishangaza sana kwa shekhe ambaye kapewa cheo cha ushehe wa mashia katika nchi ya Tanzania, nchi ambayo inajulikana vizuri katika elimu ya dini e, ameshindwa kutuelezea masala ya anna vizuri e, hata hizo ambazo ye amezizungumza e, haithuma na kaifama ile ainama ameshindwa kuitamka inavyotakiwa, ameitamka anama wakati ni ainama. Ainama, na tumejua kwamba ni ainama, kwa sababu alipoelezea maana yake amehusisha na sehemu. Kwa maana hiyo ikawa ni aina, ainama, aina au min aina ani lmakani. Hii ni tambihi tu katika masala hayo. Kwa maana hiyo ikiwa ni mustawa wake huo katika masala ya kilugha Vipi, vipi itaweza kutegemewa katika ufahamu? Haya, kwa kweli ni mtihani mkubwa sana, kama ilivyokuwa mwisho wa klipu alipoelezea masala kwa lugha ya Kiarabu, akasema masalatu mukhtalafun fihi. Nayo, ni, nayo ni, kosa kilugha, inaonyesha mustawa wake bado ni mdogo katika, katika, katika lugha ya Kiarabu, ilikuwa aseme masalatu mukhtalafun fiha Ala kuli hali inawezekana zikawa ni hafawati hizi kwa sababu lugha ya Kiarabu si lugha yake ya asli. E, inawezekana lakini, tukija katika aya tukufu, ndugu zangu Waislam, hii aya Allah mtukufu anatueleza ndani yake, nisaukum harthul lakum, wake zenu tunakusudia wa, wanawake wenu, wake zenu ni mashamba yenu, fatu harthakum anna yaendeeni mashamba yenu vile ambavyo mnapenda, taban ityani, alharth hapa kinaya an aljima, ni makusudio yake ni kuwaingilia. Na Allah mtukufu aliposema nisaukum harthu lakum, ni shamba lenu, manake wewe ambaye umeoa, wewe ni mlimaji. Sawa, kwa maana hiyo jembe lako lipeleke na lilime katika sehemu ambayo ni shamba la kuleta matunda. Matunda yenyewe ni kizazi. Kwa maana hiyo aya yenyewe si haki yake haikubali isipokuwa eh, kuwaingilia wake kwa sehemu zao ambazo Allah mtukufu amewaumbia kuingiliwa katika sehemu hizo. Sawa so, haina haja kueleza sana. Kwa maana hiyo, uh, aya inatueleza wazi kwamba nyinyi waume wa ni walimaji, kwa maana hiyo, limeni mashamba yenu kwa kupata matunda. Faatu harthakum, limeni mashamba yenu. Sawa. <laughs> So, hata vipi wewe utapeleka jembe lako sehemu ambayo haikubaliki kisheria, umwingilie mwanamke kinyume na maumbile? Haram, haram, haram. Na ikiwa Allah mtukufu ametuharamishia kwenye kitabu chake kuwaingilia wake zetu wanapofikiwa na hali ya hedhi, yasaluna ka anil mahidhi e, mwisho akatoa hukumu fa atazilu nisaa, jiwekeni mbali basi. Vipi utasema kwamba Allah mtukufu amekubalisha kuwaingilia kwa utupu wa nyuma, katika utupu wa nyuma na ukadai kwamba kauli ya mashia katika neno hilo ni ukiwatuhumu unayetuhumu Qurani, kwa kweli ameleta neno baya sana, mshia huyo anezulia Qurani uongo. Ya billahi, kwa maana hiyo maneno ambayo ameyataja kuhusiana na neno anna na Qurani, imekuja sana na herufi ya anna imekuja eh, sana imekuja eh, katika aya nyingi tu eh, eh, ya Maryamu anna laki hadha eh, eh, anna li anna yakuna li waladun mpaka eh, mwisho, anna yakuna li ghulamun na sehemu nyingi tu eh, katika Qur'ani. Kwa hivyo oh, sina haja ya kuelezea na kuchambua maana ya anna sawa eh. Lakini hapa nachokielezea, hukumu katika masala hii, sisi kwa upande wetu, alilhaq walistiqama alibadhia, wanavyuoni wetu hawajatofautiana ni mujmiuna ala tahrimi itiyani almarati fi duburiha. Wamekubaliana wote e, juu ya uharamu wa kumwendea mwanamke e, kumwendea mke kinyume na maumbile, kumwendea katika utupu wake wa nyuma ni haramu kwetu, na fatwa za wanavyuoni wetu. Mwenye kulifanya hilo anakuwa amefanya dhambi kubwa, anatakiwa kutubia kwa Allah mtukufu na kutoa dinarul firashi, na dinarul firashi Kafara hiya dinaru firashi e, kafara dinaru firashi ni, kafara, eh, kafara, ni ni ni uzito wa gramu nne na robo za dhahabu au kiwango chake. Anatoa kafara hii kuwapa maskini na mafakiri wa Kiislamu. Kwa maana upande wetu sisi, wanavioni wetu hawajatafautiana katika masala hii kabisa kabisa, ni masala ambayo amekubaliana kabisa uharamu wa uh, uh, kumwendea mwanamke kinyume na maumbile, kumwendea mwanamke katika utupu wake wa nyuma ni haramu, na utayakutia katika fatawa za wanavyoni wetu na katika tafsiri ya Qur'an, na za wanavyoni wetu vile vile. E, na za katika kuelezea masala hii, na sisi alul haq walistiqama libadhia tunajulikana vizuri katika masala ya ndoa, kwamba ni wakali sana katika masala ya kiasi, cha kwamba sisi hatukubalishi hata kuoana waliozini pamoja e, Kitokezea kijana kuzini na binti e, basi ameshajifungia mlango wa ndoa na binti huyo milele. Hawezi kumwoa binti huyo, wala hawezi kuoa chochote ambacho kimetokana na yeye katika ukizaa, ikiwa ni binti yake au mjukuu wake, na kwa ni haramu tena kumuoa, ameshajifungia mlango wa ndoa e. Vile vile binti akizini na mwanamume yote ule, kisha jifungia kuolewa na mwanamume huyo milele, hakuna tena na wakifanya ukaidi wakaoana, kwa kwetu sisi hao ni wenye kuendeleza uzinifu, basi hakuna chingine, ndoa yao si sahihi. Katika usahihi wa ndoa kwetu sisi eh, ni lazima wanandoa wawe nje na makosa ya uzinifu. Hata mume au mke akijua kwamba mwenzake ni mzinifu akawa na yakini na hilo, basi ndoa inakuwa haina nafasi tena kwetu sisi <laughs> sawa, tofauti na ndugu zetu wengine ambao ni Waislamu wenzetu lakini tumetofautiana katika masuala haya na mengineyo. Sawa, wajibu wetu kuheshimiana. E, na neno la shekhe huyo anaitwa shekhe Ahmed Jalala katika maelezo yake e, linaonyesha wazi kwamba kauli yao e, ni kukubalisha kumwingilia mwanamke kinyume na maumbile kwa sababu amesema Mwenye kuwatuhumu Shia katika masala hiyo atakuwa anaituhumu Qur'ani na kusudia masala kumwingilia mwanamke, kukubalisha kumwingilia mwanamke katika utupu wake wa nyuma, iyadhu billahi. Kwa hivyo tujihadhari sana na katika hili tuchukue tu, tu, tu, tu, mawqif katika jamii zetu kwamba mshia akiposa haifai uh, kupewa mke wa upande kwa sababu anahalalisha jambo ambalo ni haramu upande wetu eh, <laughs> anahalalisha jambo ambalo ni haramu upande wetu. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa makubaliano sote tunajua amesema, idha jaakum antardhauna dinahu wa khuluqahu fazawiju, aikujeni yule ambaye mnaridhia dini yake na tabia zake basi muozesheni. Bila shaka familia haziridhii tabia za kumwingilia mwanamke kinyume na maumbile, kwa maana hiyo ni haki yake kuwekwa kando katika masala haya, katafute yule ambaye anakubaliana na mambo hayo akaoe kwao, sawa e. Na hapa mimi sina haja ya kuzungumzia kuhusiana madhehebu ya Ahli Sunna wal Jamaa, wana wanavyoni wao wana mashehe wao wana maduati wao na wana nashati nzuri katika masala hizi, kwa hivyo watatoa jawabu vizuri sana kwa sababu Shekhe Jalala amewaendea wao na kusema kwamba maimamu wao na mashehe wao Eh, imepokewa kwao kwamba wamejuzisha na wamefanya na vile vile, kwa nasibishia masahaba. Kwa maana hiyo watatoa jawabu nzuri katika masala hiyo kwa kumjibu yeye. Sisi kwa upande wetu, jambo hilo halikubaliki, ni haramu kwa makubaliano na vioni wetu, wala hakuna athari yote upande wetu ya kukubalisha kumwingilia mwanamke kinyume na maumbile. Hatujui kuwepo hilo mpaka muda huu. Eh, hadha billahi tawfiq wa wallahu a'lam wa hakam. Ndugu yenu hapa Muhammad Hafiz Sawafi na hii ni haki kwa dalili.